Kwa majina yangu naitwa Pendo Lucas ninamwakilisha mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam kwenye mafunzo haya ya TRA. Kwanza tunamshukuru sana kamishina mkuu wa TRA kwa sababu mfumo huu ambao wameuanzisha, sisi wafanyabiashara tuna imani kubwa sana kwamba utakuwa umeondoa kilio na malalamiko ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakilalamikia huko nyuma kwa uwazi wa, wa mafunzo haya yanatuletea mfumo mpya ambao mfanyabiashara utaweza kujihudumia mwenyewe, lakini pia utakupa uwazi wa malipo yako na kile ambacho umekitumia ndicho utakachohitajika kulipa. Rai yangu kwa wafanyabiashara ni kukubali mfumo huu na kuendelea kuwasupport TRA kwa kile ambacho wanaonekana kufanya kwa wafanyabiashara, wanatumia gharama nyingi lakini wanajitoa sana kuhakikisha kwamba mfanyabiashara anahudumiwa kwa ukaribu bila kuonewa na kufanya kazi kwa weledi mkubwa. Hivyo nawapongeza sana tena sana, kwa mfumo huu ambao wameenda kuuanzisha ambao sisi wafanyabiashara tunaamini kwamba utakwenda kujibu mahitaji yetu yote tuliokuwa tukilalamikia kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu wafanyabiashara kilio chao kikubwa kilikuwa ni ile bageni. Kwa hiyo wafanyabiashara ni kama walikuwa wanaona kuna uonevu, kwa sababu una bageni, biashara si halisi, unakuja wanakukadiria makadirio sio kitu halisi. Lakini sasa hivi tunaenda kupambana na kitu halisi. Kwa hiyo mimi na wafana wataka wafanyabiashara kwamba waje kwenye mafunzo. Kitu cha kwanza kitakachosaidia sisi wafanyabiashara ni kuja kwenye mafunzo ili tuweze kupata utaalam wa kutumia hizo devices. Kama hutakuja kwenye mafunzo, huwezi ukapata huu utaalamu. Kwa hiyo, nazidi kuwasisitiza wafanyabiashara kwamba mafunzo yetu kesho yanaendelea pale Mlimani City, waje ili waweze kupata mafunzo namna ya kutumia hizo devices. TRA pamoja, tunajenga taifa letu.